Umri mrefu wenye afya, nguvu, baraka na hikma katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetususha sana na kutufadhaisha kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi za serikali na kadhalika, miundo mbinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa, kiasi kwamba ikafika Mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagara kuja mjini inakuwa tatizo, lakini ilikuwa ni neema kubwa baada ya mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli imetufadhaisha wazee. Tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba ulichu, uliichukia kadhia hii kwa uzito mkubwa na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako. Na, serikali, na ya serikali pale ulipozindua bunge, bunge letu tukufu, uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa letu. Ukweli ni wakumbushe nchi hii wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza kuna mengi yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa. Huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine, ili mradi una kichwa, lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyeingia barabarani aliyekuna, hakuna yeshika panga Mwalimu Nyerere aliongeza mazungumzo mwisho, tukapata uhuru. Sasa leo kulikoni? Sisi uzee kwa upande wetu tunashangaa. Insha Allah Mwenyezi Mungu ataleta heri yake. Tunakushukuru kwamba baadhi ya hatua hizo ulizochukua ni kuunda tume ya uchunguzi ili kubaini kiini cha haya yaliyotokea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 anagenda kutafuta chochote kuongeza ugali au anapeleka kwa mama watoto. Ikifika kule sasa, anaanza zogo eh, kuliko ndinatuetea mkwecheu asaya mke wangu ii boyi katupe. Sasa na huko kwa wakuu wa mikoa yako magari machakavu na vitu vingine, basi boy katupe.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 wametupatia ofisi ya baraza la wazee la ushauri wilaya ya Kigamboni, ofisi nzuri sana ambayo inaongozwa na kaka yangu hapa Brigadier General mstaafu Harub Othman, huyu aliyesimama hapo. Hongera sana watu wa Kigamboni, hili basi liwatie maya wakuu wa wilaya wengine wa Dar es Salaam na wakurugenzi na wao waone. Kigamboni wameonyesha njia, si vibaya. Ilala wakapata, kinondoni na kwingine. Miaka bin Harith anasema, dawa braso, dawa ya shaba, dawa ya mapenzi mahaba, ukipata kidogo si haba. Tupeni japo kidogo. Mheshimiwa Rais, hakika kabisa ni wamshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Imekuwa kama ni nuru kwetu, anafanya kazi bila kuchoka, ni mtu ambaye ah, simpigii debe lakini hodari, ingawa watu wanasema ukimsifia mgema tembo atalitia maji lakini ukijana cha ramila hawezi kutia maji tembo. Mheshimiwa Rais, niruhusu nichomekee jambo dogo la mwisho. Mheshimiwa Rais, kama unavyojua, kwenye wizara ya ardhi kuna mabaraza ya ardhi ya kutatua migogoro ya ardhi nchi nzima. Hapa Dar es Salaam tunayo matano: Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo na Kigamboni na haya mabaraza yana washauri, wale washauri ni wazee, tena wazee kweli. Mmoja wapo Mzee Liundi huyo hapo, ana hudumu katika baraza la ushauri la ardhi pale Kinondoni. Anatoka kwake anakwenda Mwananyamala kwenye baraza na kurudi na kupata chochote. Lakini mama, posho inayotolewa bado ya mwaka arobaini na saba. Naona haya hata kuisema hapa na mawaziri wapo hapa, na waziri wa ardhi yupo tena, mpya umemchagua. Sheria inasema iko kwenye discretion yake na yule msajili wa mabaraza, ili kuona anaiboreshaje, na hiyo inakuwa inatofautiana kati ya majiji, wilaya na sehemu zingine, ili waweze kufanya kazi vizuri, kushauri vizuri, migogoro ya ardhi iondoke. Ah, sitakusema sana, nafikiri umenielewa mama. Basi, kwa hayo machache ya kuchomekea niseme kwamba mwisho, naomba kwa mara nyingine tena kuwashukuru na kushukuru wewe kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam na wazee wa nchi nzima kwa ujumla, kwa kuteka, kutenga muda wako adhimu kuzungumza na taifa kupitia sisi. Tunakutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie, akupe afya njema na maisha marefu, hekima, utulivu na busara. Mheshimiwa Rais, mkutano huu ni wa kwako. Kwa haya nilochomekea ni uwe radhi. Basi, karibu uongee na Watanzania. Hey, tuongeze tena makofi kwa mwenyekiti wa baraza la wazee. Yes, yes. Wazee, oye. Okay. Dar es Salaam, oye. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kutoa salamu, na baada ya hapo uh, so akukaribishe wewe uh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa oh, Makamu wa Rais. Okay, karibu our... makofi mengi kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. okay. okay. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lame Kinchemba, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi kipekee kabisa, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dkt. Sharoz Migiro Mheshimiwa wazee wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, nimepewa nafasi ya kuja kukukaribisha kuongea na Watanzania kupitia kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Bila kupoteza muda Mheshimiwa Rais, nakuomba sasa uinuke uzungumze na Watanzania kupitia kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Haya, naomba tuinuke na makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Bado tuongeze tena makofi mengi kwa mheshimiwa Rais. Dar es Salaam oye! Wazee wetu oye! Tanzania oye! Waheshimiwa, tukae. Nawashukuru sana Mheshimiwa Balozi Dokta Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dokta Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika Hasan Zungu na mbunge wa Ilala ambaye anabeba jiji letu la Dar es Salaam, waheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wazee la Dar es Salaam kakaangu Salim Matimbwa, na wazee wote wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi Uh, kabla ya mawaziri, nitambua uwepo wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine vya siasa kama wapo. Uh, nirudi tena kwa mawaziri na manaibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi na viongozi wote wa serikali mliopo, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Tumsifu si Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tuanze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo pata fursa nyingine kuzungumza na wazee wa jiji hili la Dar es Salaam. Lakini la pili ni washukuru sana wazee wa Dar es Salaam, nilipata taarifa kwamba Baraza la wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao, na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndio jukwaa hilo hilo, na mimi nitapenda niwe nao nizungumze nao na wenyewe wazungumze na mimi. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuandaa jukwaa hili, asanteni sana,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 Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja mwisho, au ishirini na mbili. Lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania wawakilishi uh, wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya tatu na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya sita, nimeona niongee nanyi kutokana na aliotokea katika nchi yetu. Kwao nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliotutangulia, walio kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi hupita na kuongea na wazee. Kwao nami nataka niendeleze utamaduni huo, kwa kupitia wazee wa Dar es Salaam nizungumze na taifa. Na hii ni kutokana na upekee wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kama lango kuu la kuunganisha Tanzania na nchi nyingine uh, tunazopakana nazo, lakini hata Afrika kati na kusini, ni rahisi kufikiwa kwa kupitia Dar es Salaam. Lakini vile vile nimekuja kuzungumza nanyi kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile nikiwa mdogo wenu, wengine dada yenu vyeo vyovyote vile nimeona nije nizungumze naye na wengine ni mwanafunzi wenu. Kuna walimu wangu kati ya wazee hapa, walimu wetu kwenye serikali walivyokuwa wakiongoza, nasi tumefuata walimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mlioyafanya nasi tumefata hatua zenu. Lengo ni kusikia ushauri wenu, lakini pia mnisikie nami. Ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, baada ya kuapishwa, nimezungumza na wananchi. Hii ni mara yangu ya nne. Nimezungumza kupitia hotuba ya siku ya kuapishwa, nimezungumza kupitia hotuba yangu bungeni, nimezungumza kupitia siku ya kuwapisha mawaziri wa serikali hii, lakini pia nilizungumza siku ya kuzindua tume niliyounda kufanya uchunguzi wa haya yaliyotokea. Hotuba zote hizo haziwezi kuondoa wala kukwepa umuhimu wa kuzungumza nanyi, wazee wa Dar es Salaam. Na ndiyo maana niko hapa leo. Dar es Salaam yetu ni kitovu cha biashara na moyo wa utamaduni wetu. Dar es Salaam hii kupitia vurugu, vurugu zilizotokea imepitia kipindi kigumu sana, na wote hapa ni mashahidi. Kuna wengi ambao riziki zao ziko mikononi kwao tu, mpaka amke asubuhi atoke akajishughulishe apate cha kupeleka nyumbani, chakula na watoto. Vurugu zile zilifanya Dar es Salaam isimame, wafanya biashara ndogo ndogo walisimama wenye magenge walisimama, kari ya koo ilisimama, shughuli zetu zote zilisimama na ilitulazimu tubaki ndani, na kwa hadithi tunazozipata bei za bidhaa zilipanda sana sana sana sana. Kwa hiyo machungu ya siku chache tuliyaona ndani ya Dar es Salaam, mbali na maeneo mengine yote nchini maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo. Vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo. Kwa kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi, kwa kuwa natambua takriban asilimia kumi ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni sita. Na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja, na ndiyo inaonyesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam inachangia takriban asilimia kumi na saba ya pato la taifa, na asilimia kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam